Naomba kwanza niwashukuru uh, wanahabari na Watanzania wote kwa ujumla ambao leo wamekuja kwenye uzinduzi huu wa siku adhimu wa historia ya TTCL ya uzinduzi wa TTCL Pesa kwa maana ya huduma ya fedha mtandao kupitia kampuni ya kizalendo ya TTCL uh, ambayo imefanywa na Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano Suluhasan. Uh, mimi kuna wangu wenye Waziri, Waziri Kindamba afisa uh, mtendaji mkuu wa kampuni ya simu Tanzania TTCL ambaye uh, wiki chache zilizopita imethibitishwa na mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuongoza chombo hiki kampuni ya mawasiliano ambayo ni kampuni mama. Uh, uzinduzi huu wa TTCL pesa uh, unakuja ikiwa katika sehemu ya mageuzi makubwa ambayo sisi kama uongozi tumedhamiria kushirikiana na wafanyakazi wote wa kampuni ya simu ya TTCL kuwaletea huduma ya fedha mtandao kwa bei nafuu kuliko kampuni nyingine yoyote hapa nchini. Lakini pia kutoa fursa kwa Watanzania ili waweze kuwa mawakala, kwa wale watakopenda kuwa mawakala ili waweze kushiriki katika kuchangamsha uchumi ambao tunatarajia uende kuwa ni uchumi wa kati na uchumi wa viwanda. Kwa nini nasema TTCL pesa ni ya bei rahisi? Kwa wastani kwa muamala utakaofanya kwa TTCL pesa utaweza kuokoa asilimia kumi mpaka hamsini kwa kulinganisha na mitandao mingine, lakini pia kwa wakala atakayekuwa wakala wa TTCL pesa kipato chake kitaongezeka zaidi kwa zaidi ya asilimia hamsini ukilinganisha na wale wengine. Kwa hiyo swali najua linakuja hapa, mmechelewa kuwa wapi? Safari yote huanza na hatua moja kwa, ni lazima tuanze ili tuweze kufikia kule ambako tunataka kwenda. Shabaha yetu ni kuwa mtandao namba moja nchini Tanzania. Hii ni TTCL mpya. TTCL imepitia changamoto nyingi zikiwemo ubia usiofaa ambao serikali iliamua walipa wale wabia na kutoka, na sasa chombo hiki kinamilikiwa na serikali asilimia mia moja. Kwa hiyo pamoja kwa na kwamba tumechelewa, tunaamini pia kwa sapoti ambayo tunaipata kutoka serikalini, serikali hii awamu ya tano ya Dr John Pombe Magufuli, tunaamini kabisa una uwezo wa kurudisha historia ya TTCL pale ambapo ilistahili kuwepa naweza kwa sababu tunaamini, kwanza, kama nilivyosema, huduma zetu ni za chini kabisa kuliko mtandao mwingine. Kwa hiyo sidhani kama Mtanzania atakubali kuendelea tena kunyonywa na kuendelea kudhulumika kubaki kwenye mitandao mingine na kufanya miamala ya fedha wakati angeweza kuokoa fedha zake kwa kutumia mtandao wa TTCL. Nawaambia waje, wataokoa aina ya asilimia kumi mpaka hamsini. Tumefanya stadi na taarifa zote, bei zote, kampuni zote zao lasisi tajiweka chini kabisa ili kuwaruhusu Watanzania wasiendelee na kunyonya. lakini pia mawakala wataweza kupata zaidi ya asilimia hamsini kama tulivyosema. Kwa naamini watu wengi wataichangamkia fursa hii mijini na vijijini. Mijini na katika majiji makubwa tumeweka sana 4G 3G, lakini maeneo ya vijijini ipo tu 2G 3G, hasa maeneo ambayo yanayusa. Tunaomba Watanzania wakulima, wafugaji waliokuwepo kule maeneo ya mikoani na vijijini watumie TTCL Pesa. TTCL Pesa ni yao, ni kampuni yao. Faida ikipatikana, haiendi Marekani, haiendi Uingereza, wala haiendi South Africa. Faida inabaki hapa nchini, itajenga barabara, itajenga reli, itajenga hospitali, itajenga mashule. Kampuni hii ni ya kwao, na ndio maana tunasema rudi nyumbani, nyumbani kumenoga, tumia TTCL vau za leo na leo. Hapa mmesikia nyimbo zinapigwa. Kwamba nyumbani ni nyumbani, tunaomba Watanzania m nyumbani, mtunge mkono tuamini. Tunapitia kwenye changamoto za hapa na pale, lakini naamini tutafika tu, kwa sababu tunachojaribu kukifanya, kampuni hii haikuwekeza kwenye mfano mtandao wa mobile kwa miaka kumi mpaka kumi na tano. Walichokifanya wenzetu kwa miaka kumi mpaka kumi na tano, sisi tumedhamiria kufanya kwa miaka mitatu mpaka mitano. Kwa hiyo you can see au unaweza kuona ni shabaha kubwa sana, lakini naamini aamia <coughs> uongozi huu wa awamu hii ya tano Ladies and gentlemen, solid rocker promotions. Inakuletea mapambano sita kuwa nia mkanda wa Global TV Online Afrika Mashariki na kati live Mbagala, kengele itakapogongwa chini ya usimamizi wa TPBO, mapambano ya utangulizi ya kutosha yatafuatiwa na mapambano kati ya France ayuo chichi mawe wa Tanzania akizipiga na Israel Kamwamba kutoka Malawi, na ili pia Lali wa Tanzania atakipiga na Rejana Ciampiona kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Nasibu Ramadhani wa Tanzania akizichapa na Tinashe Mwajiwane kutoka Zimbabwe, likiwa ni pambano maalum kwa watu maalum watakaopewa kadi maalum. Kutakuwa na surprise, kibao. Na wewe shabiki nambari moja wa masumbwi utaliona pambano hili bure kupitia klo. Global TV Online. Kwenye simu yako ya kiganjani cha kufanya, nenda YouTube chanel ya Global TV, kisha bonyeza kengele. Na kama umeshajiunga na Global TV, bonyeza kengele ili ujulishwe mara tu pambano litakapoanza.